Habari yako msikilizaji, uh, na mtazamaji wa Nuru Digital. Hapa tumefika uh, kubwa zaidi tumemtembelea mdau wetu mwenye changamoto kadhaa, anahitaji ushirikiano wako katika kumsapoti swala la kielimu, lakini pia ana changamoto za kifamilia uh, tumefika hadi nyumbani kwake ili kutaka kujua kinagaubaga, lakini kubwa zaidi ni kushirikiana pia na wadau wetu. Atatueleza kwa ufupi historia yake. Hii ni Nuru Digital TV. Habari yako, salama? Uh, kwa historia yako kwa ufupi ni ipi, ambayo imetusababisha sisi tumekuja hapa kuonana na wewe moja kwa moja, changamoto yako ni nini? Mm, changamoto yangu ni kwamba kuhusu maisha yangu kiufupi mm. Mm, hasa kwa upande wa familia, mimi ni mtoto wa kwanza kwa wazazi wangu ambao mamangu alibahatika kupata watoto sita, lakini wawili wazetu walitangulia mbele za haki. Kwao tumebaki wanne. Kati ya hao wanne, mimi ni mtoto wa kufikia kwa mama wangu na ni mtoto wa kike, niko peke yangu, wenzangu wote wa kiume kwao. <coughs> Nikabahatika kuolewa, nikabahatika kupata watoto nane ndani ya hiyo ndoa lakini ndani ya uh, watoto nane nimepata changamoto za kimaisha. Cha kwanza ndoa kutokuwa na amani mm, mara kwanza nilikuwa napata changamoto sana za kupigwa mara kwa mara, lakini tu kwa sababu ya ule uvumilivu ambao tumefundishwa kimila kwamba sio kila kitu lazima uende ushtaki, nikaa naendelea kuvumilia ndani ya familia, lakini baadaye <coughs> nikaanza kuiambia serikali kwa habari ya changamoto ya maisha yangu. Kiufupi, serikali ya mtaa nilikotoka wanajua baadhi, yani ni asilimia kubwa wanajua maisha yangu kwamba yalikuwaje. Nilikuwa na changamoto ya ndoa, kupigwa mara kwa mara na istoshe, maisha yangu kiufupi, alikuwa ni magumu. Nilikuwa nalea watoto wangu kwa shida, kwa sababu baba niekuwa anaishi naye, asilimia kubwa alikuwa hayupo nyumbani. Uh, kwa jamii ya sasa hivi kupata watoto nane sio jambo la kawaida. Nini kilikusukuma mpaka ukawa na watoto nane, hali ya kuwa unapitia manyanyaso katika ndoa yako? Mm, kilichosababisha mpaka nikapata watoto nane Nilizaa mtoto wa kwanza wa kike, nikaja nikazaa mtoto wa pili wa kike, lakini i, upande wa mume wangu hawakupenda. Kwa nini nimezaa mtoto wa kike? nilikaa ndani ya masaa saba toka nimejifungua, ilikuwa tarehe kumi na mbili mwezi ilikuwa, <coughs> tarehe kumi na nne mwezi wa pili nikaulizwa nilivyotoka kujifungua ndani ya masaa saba, nikaulizwa nirudishwe kwetu kwa sababu nimezaa mtoto wa kike. Mm, kiufupi kwenye maisha yangu sikupenda kuolewa na mtu mwingine, kulingana na maisha niyoishi kwenye ubinti. Niliishi maisha ya kuvumilia sana, yani sikutaka kurukaruka ili nipate mtu sahihi kwenye maisha yangu kwa jibu tu nililotoa fupi ni kwamba hapana, msinirudishe nyumbani. Kwa nini? Umezaa mtoto wa kike. Sikutamka kitu chochote, ila nisipokuwa tu niliomba msamaha kwamba mnisamehe, lakini naomba msinirudishe nyumbani. Basi nikavumilia hivyo hivyo, nikaja nikapata mtoto wa kiume watatu. Mm, ili hapo nilichukua muda kama miaka mm, miwili nikaja nikapata mimba, lakini ndani ya hiyo mimba nilipata shida sana. Nitamwambiaje yule baba kama mimi ni mjamzito? Ikafika mahala ndani ya miezi mitano ndo alipokuja kugundua mwenyewe kwamba kumbe wewe ni mjamzito, nikaambia ndio, nikiwa nikiogopa kwamba au nitaendelea kupigwa au nitaambiwa nini lakini alisema usitoe hiyo mimba, lea. Kweli nikalea akaja akapatikana mtoto wa kiume ambaye saizi yuko chuo. Nikaja nikakaa tena baadaye nikapata mtoto wa nne, lakini nilivyozaa mtoto wa tatu nikatumia njia ya uzazi wa mpango ambayo ilinipelekea kupata shida la mfumo wa uzazi ambao si sizani kama mtu yoyote anaweza akapata huo, yani huo mfumo wa uzazi nilipata shida ambayo ilikuwa inanipelekea natumia. Nikisema natumia, nafikiri unaelewa kwamba natumia sehemu zinatoka sehemu zote mbili, ehe. Kwamba nikienda mwezini lazima niende sehemu zote mbili, ehe. Kwao nikafanyia operesheni kubwa mpaka sasa na mshono kutoka hapa mpaka huko, ambao ulisababishwa na uzazi wa mpango, lakini nikaambiwa nisije nikatumia njia ya aina yoyote ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo, nikaambiwa pamoja na mwenzangu kwamba tuangalie wenyewe kwamba tutumie nini. Mimi nilikuwa najiangalia, lakini upande wa pili ikawa ni ngumu, na ndo maana ilipelekea kufika watoto mpaka hao wote nane. Baada ya kupata mtoto wa kiume eh, familia ilizungumza nini? Baada ya kupata mtoto wa kiume hayakuongelewa maneno mengine, bali alikuja kuongelewa nilivyokuja kupata mtoto wa tano. Yakaongelewa tena kwa sababu wanne akaja akazaliwa wa kike, watano akaja akazaliwa wa kike, ndo lipokuja kuongelewa kwa nini nimezaa tena watoto wa kike lakini mimi nikaa namwomba Mungu nikasema, Mungu naomba nisaidie kupitia haya nayoyapitia. Naipenda ndoa yangu, naipenda familia yangu, ntaendelea kuzaa ili kuendelea kuilinda ndoa. Kikubwa zaidi nikuwa nailinda ndoa kwa sababu kwenye maisha yangu sikupanga kuolewa na mtu mwingine, kwa sababu nimeishi kwenye hali ya matabaka watoto wawili tofauti, naelewa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nalinda ndoa yangu nikaendelea kuzaa, ndo mtoto wa, wa sita akawa wa kiume, wa saba wa kiume na wa nane wa kiume. Lakini baada ya hapo ndo nimekuja tena kuambiwa kwa nini nimezaa sana na zalilisha mwenzangu mwanaume. Baada ya kupokea watoto wale wa kiume Faraja ilirejea ndani ya nyumba au bado vipigo, manyanyaso na mateso yaliendelea? Manyanyaso yaliendelea kwamba kwa nini nime naendelea kuzaa na mimi, kwa kuwa kule nyuma nilishaambiwa kwa nini nazaa mtoto watoto wa kiume, na nikaa namwambia basi Naomba nisaidie tukae pamoja tujue tunafanyeje, watoto tuishie hao, lakini kulingana na ndoa ilivyokuwa haina amani, naye mda mwingi hayupo nyumbani. Aliniacha miaka sita nikakaa peke yangu na watoto, anakuja ananipa mimba na anaondoka. Kwa hiyo nikaa anavumilia huku nashtaki huku na huku, eh, jamii ikaa inanisikiliza, lakini yeye akawa hasikilizi hata jamii. Uh, mwanaume alikuwa anafanya kazi gani na kwa nini mlikuwa hamwishi pamoja? Mm, mara kwanza yeye alikuwa ni dereva taksi. Mara ya pili akaja akasomea mambo ya kiuchungaji, hapo alivyoniacha miaka sita, lakini baadaye alirudi tu akawa mtu wa kawaida. Uh, umesema uli malalamiko haya mara nyingi yamefika kwenye ofisi ya serikali ya kijiji. Ofisi ilikusaidia kwa namna gani, au ilitatua changamoto yako kwa namna gani? Tuliweka vile vikao vya serikali zile za majumbani, mara kwa mara. Ilifika mahala mpaka na wao wakawa wamesema wamechoka. Walichoka kwa sababu ilifika mahala nilipigwa nikazimia, ikaja ikaonekana nimetengeneza nani ya uongo kwamba sijapigwa, lakini vithibitisho vilithibitisha. Nililazwa Ipamba nikaja nikatolewa Kesi ikawa mahakamani, akaja kuomba msamaha, msamaa. Kwa kuwa mimi nilimpenda mume wangu na nilikuwa napenda ndoa yangu, nikaenda nikafuta kesi kwa kusamehe tu, niendelee kuilinda ndoa yangu. Lakini bado nilivyosamehe, bado yale manyanyaso yaliendelea, li, li, kuto kuwepo nyumbani na kuto kuhudumia familia na watoto kusoma kwa tabu pasipo kupata matumizi yale sahihi umedumu katika ndoa kwa muda gani? miaka ishirini na... yani sana sana miaka ishirini na tatu. Baba wa familia uh, kitu gani ambacho uh, kina mpaka sasa hivi mpo katika ndoa ama tayari mmeshatalikiana? mpaka mm, sasa tumeshatalikiana. Mmetalikiana kwa muda gani? mm, toka mwaka jana mwezi wa tatu unajishughulisha na nini ili kuhakikisha familia yako sasa inapata mahitaji yote ya msingi kama mama wa familia? Mm, mimi najishughulisha na, na ushonaji ambao sasa hivi napata changamoto ya kuona nilivyovunjika mguu toka mwaka jana, nashindwa ku, yaani balansi ya kushona vizuri, nashindwa kwa sababu mguu mmoja una shida, kwao natumia mguu mmoja kwa hiyo bado nina changamoto kuhusu kazi yangu yani. Ombi lako sasa ni nini kwa watoto wako ambao sasa hivi wanasoma, na mtoto wa mwisho yuko darasa la ngapi au ana umri gani? Mtoto wa mwisho ana miaka minne na sijaweza kumpeleka chekechea kwa sababu nashindwa, yani nashindwa kuwa na uwezo wa kuweza kumpeleka kwa sababu ya kifedha ombi lako ni nini hasa kwa wadau serikalini kwa yeyote ambaye atapita kuona mkasa wako? Unatamani nini hasa usaidiwe? Sasa kikubwa zaidi nachoomba, yani msaada kuhusu ni watoto wangu tu, elimu tu, yani changamoto ni elimu. Kwa sababu mtoto wangu wa kwanza alitakiwa ende chuo, changamoto ilikuwa ni kifedha, yupo tu mtoto wangu wa pili alishia fomu tu, nao changamoto ya kuto kupata huduma sahihi mtoto shuleni, kwa sababu ni wa kike. Mtoto wangu watatu yuko chuo, ambaye naye simsomeshi mimi, kuna mtu ananisaidia mimi. Nachofanya ni kupeleka yale mahitaji madogo madogo tu. Yuko yuko Geita, yuko chuo. Na ni chuo cha nini? Yuko huko, yuko mambo ya maabara, eh na huyu mwingine wa wa nne ndo ambaye sasa hivi naye ameacha mwaka juzi.